So nilikwambia pia tutakuja kujoin na mshikaji anajulikana kama Sany Star, atakuja kujitambulisha mwenyewe na represent mitaa gani live, yuko on air. Temia hapa Sany Star, mambo ni aje mzee wangu? Mambo safi bro, mko poa hapo mjengoni? Eh bana, mjengoni tuko poa kabisa nazungumza na Next One Next Smoke kutoka Zabibu FM Radio na hii ni The Vibes the Show. Eh bana, Sany Star unarepresent represent mitaa gani lakini pia eh, raia ambao wanakusikiliza timu hii hapa uh, wanafaa wanatamani kufahamu pia vitu mob sana kutoka kwako. Tuambie mitaa ambayo una represent lakini pia majina yako halisi unafahamikaje? Majina yangu halisi naitwa Fred Emmanuel Mchama. Oh yeah. Ah, yeah naitwa na una, uko mkoa gani kwa sasa? Nipo Chalinze Pwani. Oh, yeah. Yeah, napatikana hapa hapa Chalinze Pwani, ila nyumbani kwetu ni Manyara. Naoma sana mzee wangu. Una, u, u, una tem gani tuko umeanza kufanya game ya Bongo Flava uh, lakini pia uligundua talenti yako ukiwa na umri gani? Sema kweli kuanza kuimba nimeanza kutoka nikiwa mdogo nikiwa niko nasoma shule ya msingi oye, nafanyafanya mziki mtaani, ila baadaye nilipomaliza, nikaanza kuingia ingia kwenye mastudio nikawa naimba, ila nikafungua akaunti oye. Sawa, naoma sana na no. Ah, okay, nimeona kuna project mbili ambazo zinafanya poa sana, so natamani tuzisikilize uh, zote today. tda uh, tukianzia na ngoma ya nakupenda, idea ilikuwa ni aje? Producer katisha vipi, na alikuwa nani? Pia unaweza kututajia pia ni producer gani ambaye ametisha na hii project. Tuanzie hapo, idea ilianzaje hii ngoma nakupenda? Ya, idea ya nakupenda kuna Unajua, si wasanii tunapenda kuimba, ni mziki ambao unaangalia. Kwa hivyo wakati gani mziki fani unapendwa, nikaona kwa wakati huu. Maana hii ngoma niliimba mwaka jana, niliimba nilipanga nijingie kwenye Valentine Day, ila nikawa nimeiatia kabla ya siku, ila ni nyimbo flani iviaidia nzuri ya yeah. wapenda nao Sawa, na hii ngoma ya nishaondoka na nakupenda, ngoma ipi ambayo ilianza kutoka kabla ya mwingine? Ilianza nishaondoka, maana nimerekodi kwa producer anaitwa Flankeni Oh, ataki yeah. Eh, ilianza nishaondoka nikaja kufanya nakupenda. Nani yuko behind na project zako, nani anakusimamia? Kwa kweli kwa sasa kuna watu ambao wananisapoti mdogo mdogo ila sina mtu maalum ambao useme ni meneja moja kwa moja, hapana, ila kuna watu ambao wananisimamia. Ok, sawa. Kutokea pwani, game ya muziki wa Bongo Flava pwani mpaka Dar es Salaam unaionaje, na inakupa changamoto gani? Na wewe kama wewe unapambana vipi kuepukana au kukabiliana na changamoto hizo ambazo unakutana nazo changamoto Changamoto zipo za kawaida, kwa sababu yani unaangalia ubunifu, yani ni ubunifu, unaangalia ni buni kitu gani ambacho kitatrendi kwa wakati huu huo. Oh, unakuta yeah. Eh, ni ubunifu, kibuni kitu kizuri kinaweza kitatrendi. Maana hata ukiangalia kazi zangu hiyo nakenda niliandika ni ngoma kali, lakini nikaja kubuni ndia sasa hivi naona ime, imeenda kuliko ile ya mwanzo, noma sana so, acha tukaenjoy na ngoma zako zote mbili. Lakini before tujaenda kuenjoy nazo, iwe cha mwisho ambacho natamani kushea na washikaji zetu ambao wanatusikiliza timu hii hapa kupitia the vibes show, nini ambacho natamani kuambia eh wafanye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ngoma zako pia zina pull zinakuwa pushed na kufika pale ambapo au unatamani zifike? Twenzetu. mimi kwanza kabisa niwashukuru mashabiki zangu wa pande hizo, wa, wa, wa sehemu tofauti tofauti, maana nawapenda na nimeona sapoti zao, wamenisapoti kazi za zangu, wameweza kuzipokea vizuri, naona wengine wanazifanyia challenge kitoku. Kwa hiyo mii napenda kuwaambia, nawashukuru sana kwa sapoti zao. Ma, bila na bila sapoti zao mimi siwezi nikajulikana. Sapoti zao ndo zitakazofanya mimi niweze kusikika. Oh yes sawa. Na kwenye social networks unatumia majina gani? Instagram YouTube, TikTok, X, Facebook pia na mitandao mingine? Instagram natumia sana sana, YouTube channel sana sana, na video mimi napatana hivyo hivyo sana sana. Oh yeah hili yeah. Hili jina la Sany Star, hili ni wewe ambaye uliamua kujipa tu kajiite Sany Star au kuna shabiki ambaye alikuambia wewe, mwanangu, we ni star hiyo, e, Sany mbele yake ikiwekwa star itakuwa unyama sana e, nani alikupa hilo jina? Nah, kabla kabla ya hapo, kama nilivyokuambia, nilianza kuimba kitambo. Maana hapo mwanzo nikaa najiita, maana mi naitwa Fredi, kaa najiita Fredi Masta, nikatumia hilo jina nikaja kuona hilo jina baadaye mtandaoni nikapatia, nikaona kuna a fedmas ambayo ameshajipata tayari ana jina kidogo, nikaona nitakuwa sionekani, maana yupo aliyentangulia. Baadaye nikaendaenda, nikaona kuna nikapata nika wazo, nikaona kwa nini sijite Sany Star, nilipanga nimpanga nika. nijitesania nikaona nimalizie Sany Star nika, itakuwa nzuri zaidi right? Noma sana mzee wangu, shout sana kwako, lakini pia endelea kufanya vitu kwa ajili ya wanaokupenda na kufuatilia. Pia asante kwa kujoin up na sisi hapa kupitia the vibes, the show time hapa ya Zabibu FM. Oh yesbana yeah. So tunaenda kuenjoy mkwaju kutoka kwa Sany Star, ngoma naitwa Nakupenda, alafu nitarudi kupita na message yako kupitia ya sifu, uh, Next Next kwa wakati So, be updated kwa kutufollow pale Instagram Zabibu FM underscore TZ. Don't go nowhere, endelea kuenjoy. The vibes show. Zabibu FM inabamba kila kona. Yeah. The vibes show. Mia moja na tano nukta saba Zabibu FM.